Idadi ya watu waliouawa katika mashambulizi ya anga ya Israel yaliyofanyika mapema Jumanne asubuhi imefikia zaidi ya watu 330, kwa mujibu wa wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas. Miongoni mwa waliouawa ni zaidi ya watoto 50 wa na wanawake 28, huku mamia wakijeruhiwa, baadhi yao wakiwa katika hali mahututi, kwa mujibu wa AFP. Muhamed Zakut Mkuu wa wizara hiyo alisema wengi wa waliouawa ni wanawake na watoto, huku ndege za kivita za Israel zikishambulia maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza. Watu wengi walikuwa wakiandaa daku wakati wa mashambulizi yalipoanza. Afisa wa Israel aliambia CBS News kuwa serikali ya Israel ilitaarifu ikulu ya Marekani kabla ya kutekeleza mashambulizi hayo. Kulingana na taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, mashambulizi yaliamrishwa baada ya Hamas kukataa mara kwa mara kuachilia mateka wa Israel na pia kupuuza mapendekezo yaliyotolewa na mjumbe wa rais wa Marekani Steve Witkoff, pamoja na wasuluhishi wengine. Kuanzia sasa, Israel itachukua hatua za kijeshi kali dhidi ya Hamas, ilisomeka taarifa hiyo. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limedai kuwa lilikuwa linashambulia miundombinu ya kigaidi inayohusiana na Hamas na kuwaua maafisa wa ngazi ya juu wa kundi hilo. Miongoni mwa waliouawa ni Mahamud Abu Wafa, ambaye alikuwa naibu waziri wa mambo ya ndani wa Hamas na afisa wa juu wa usalama katika eneo hilo. Ingawa ukubwa wa mashambulizi hayo umepungua kidogo tangu alipoanza saa mbili asubuhi, bado yanaendelea. Hospitali katika Gaza zimefurika huku zaidi ya watu mia mbili na hamsini waliojeruhiwa wakiwasili kwa matibabu, wengi wao wakiwa katika hali mahututi. Na hospitali zikikumbwa na upungufu wa vifaa vya matibabu. Mashuhuda waliokuwa Gaza wamesimulia matukio ya kutisha ambapo Mohamed Jargun mwenye umri wa miaka 36 aliyekuwa amelala kwenye hema karibu na nyumba yake iliyoharibiwa huko Han Yunis, aliamshwa na milipuko mikubwa. Nilifikiri ni ndoto mbaya, lakini nilipoamka niliona moto ukiwaka kwenye nyumba ya jamaa zangu. Watu zaidi ya 20 wameuawa au kujeruhiwa. Wengi wao ni watoto na wanawake. Ramez Almarin mwenye umri wa miaka 25 alielezea jinsi alivyobeba watoto walioumia hadi hospitali. Wamerudisha tena moto wa kuzimu Gaza. Miili na viungo viko chini na waliojeruhiwa hawawezi kupata daktari wa kuwahudumia. Aliongeza kuwa watu bado wamekwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa. Mashambulizi haya yamevunja rasmi hali ya usitishaji mapigano. Hali ambayo ilikuwa imetoa nafuu ya muda mfupi kwa wakazi wa Gaza. Hamas imeshutumu Israel kwa kukataa makubaliano ya awali na kwa kuhatarisha mamia ya mateka wa Israel waliobaki Gaza. Hata hivyo, Hamas bado haijatangaza kurejea rasmi ya vitani. Badala yake, inawaomba wasuluhishi na Umoja wa Mataifa kuingilia kati ili kuokoa hali hiyo. Kwa upande wake, balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Dani Danon ameionya Hamas kuwa lazima wawaachilia mateka wote